Uf, are you okay? Mimi ko sawa. You know where to sit it. Hmm? Nakupenda. Nakupenda sana. <laughs> Sasa, deka mwenye, nendo na kupikia chapu yule. Nimekataga shule chekechea maana nimekosa hoja kujitetea. e... unaweza ukaenda shule yote harya kwa siku moja tu, ambao utaamua kutumia shilingi 500 yako vizuri. Nimeupokea kwa furaha kubwa zaidi. Seven Fruit ndio mchezo wangu mama, naupenda kucheza sana. PMB.TO.TZ, ili uweze kuingia kwenye kinyang'anyiro na kwenye familia ya washindi. kama nilivyo adisieni, madaktari ndo walivyoniambia hivyo. Kwa hiyo kutokana na afya yangu amesema siwezi kutolewa figo. Ingekuwa afya yangu iko vizuri, basi angekuwa kashafanywa operation na angeendelea vizuri, lakini wameniambia kutokana na afya yangu haiwezekani kabisa mimi kufanyiwa operation nitolewe figo akapewa mwanangu. Kwa hiyo sasa, nimeona mudi na familia yake, nimeamua kuita wifi kakaangu. Vizuri, umekuja na wanangu. Kwa hiyo kaka, ndo kama hivyo, kwa anahitaji msaada sana, mtoto anateseka, yaani tumsaidie pale kitandani alipo. Mmenisikia nichongea. Ana mko kimya, mwongee chochote, kaka. Dada nimekusikia, lakini gharama za kusafisha damu ziko juu sana kaka, na sisi unatuona hali yetu kama unavyotuona hakuna mtu ambaye anaweza kusema anaweza kachangia kwa kiwango kikubwa. Na pili, uwekaji wa figo dada yangu sasa hivi ni gharama, na sisi kama unavyotuona, hali zetu afya karibuni kila mtu mgogoro. Sasa utatoa figo ya nani uweke? Kila mtu atakwenda hapa atambua figo yake sio nzuri. Hilo dada tunalifanyaje? Inabidi tuombe Mungu tusubiri hatima ya Mwenyezi Mungu atakapompeleka mtoto wetu, tusilazimishe kaka. Hatima ya nini? Mwenyezi Mungu mwenyewe atakapoamua kwamba sasa imefikia wakati wa kumchukua atamchukua, lakini tusilazimishe kuingia gharama ambazo uwezo sisi hatuna. Kaka, mimi ndio nilikuwa na kutegemea kakaangu. yaani unampangia mtoto bora liwe. Yaani Mwenyezi Mungu apitie shani yake, kwa maana akufa. Sikutegemea kakaangu, sikutegemea? Kama maneno yanatoka kinywani kwako, wewe ndo msaidizi wangu, wewe ndo tegemezi langu, wewe ndo mfariji wangu, leo unatamka maneno hayo kweli?

Mungu, samehe nitakachosema. mimi wangu akifa, jamani, jamani, sihitaji msaada wenu, msijitenge mbele mbele na madaftari yenu na michango yenu mara na wajiwatu. Kwa hiyo msibaki mbele mbele, ujulikane kama washangazi, ujulikane kama we mjomba, sitaki sitaki kabisa mimi, michango wenu sitaki, mawazo wenu Dada, dada. Samani, mimi naitwa Mabutu, mimi ni mwenyeji wa Dar es Salaam, sema tu mkoani, kuna kazi tu hapo nafanya, nipo lodge hapo pale mapokezi, yaani wananiita receptionist. Mm? Sema toka nilivyokuona, kiukweli, una rangi ya Kiafrika, shepu ya Kiafrika ya uko bomba sana kiukweli, nimetokewa kuvutiwa na wewe. Na nakupenda sana na, na ukinipa nafasi nitakubadilishia maisha. Na ukienda kule Dar es Salaam kuna vinguo fulani hivi ntakuvalisha mwenyewe utaenjoy. <laughs> Yani ungechelewa kidogo, ningekuzabua makofi yani. Wewe hivyo ulivyo umenisimamisha, mi naenda zangu, eti unanitongoza sasa? Mimi nimesuka na wewe umesuka ututunywele eh? halafu unakuja kunitongoza ni asinde ore wavurana wamesema wa, unatoka unatoka Dar es Salaam, ni asinde one na kiazi, mnatia chumvi mnakula chungwa, limeshamenywa munatia chumvi mnakula muhindi, mnatia chumvi mnakula jamani, na mnakuna duro tu mnakura tu nini tu mchuzi tu wa pweza, sio nyi eh? Sasa baba, utaniwezea wapi sasa? Unafikiri kwani mapenzi ni kusuka? Mapenzi si mapenzi, upendo. Haya, nikuulize, wanakula ugali kilo ngapi? Mimi nakula ugali robo. iki ni kijinga. Yaani unakula robo, wewe ni mtoto au ni mgonjwa? yaani unakula robo afu unajisifia, mimi nakula kilo mbili, e, mwanangu. I will call you then. Naam. Baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe, wakati minja kupeleka shule, mama bwana sasa nashindwaji kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili? Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri, na ndio maana huwa ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima, ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ champ champ. Dunia, ah. Na mimi ni mwanamke. Sasa wewe unakula robo, utaweza kweli hata kunidabangura. Aha, kwa ni mapenzi vita, mapenzi ni vita yani, kwetu mapenzi ni vita yani, umenikimbiza wewe ukanipata kirahisi, umenikimbiza umenikata mjeku, umenira, roba umenitia juu ya mti, tumeanguka chini tume bingiri, paka chini tumebingirikita. Sasa wewe kweli utaweza hiyo mikiki? Ah, yani chin tubtaani si Dar es Salaam, mapenzi ni soft, vitu vilaini vitu vitamtamu Sio masuala ya ngumi maroba, hayo ni vitu vya kijijini bwana. Hakuna cha usofiti wala cha nini, mimi nataka mapenzi ya ngumi, mieleka na mateke. Mimi nimekwambia we nguvu huna. Ah, usinidharau bwana, mimi mwanaume nina nguvu asa. Kama una nguvu fanya hivi, ukinipeleka mkono huku nakuwa demu wako mazima, unanichukua lakini nikikupeleka huku, nikikuzidi nguvu, usiniongeleshe mpaka unaingia kabulini. Twende. Unaona, nimesema huna nguvu.

anguko la koni, kicheko kwa wengine, wasindikizaji, wapambanaji wa Mungu hey. Sasa sikia udugu wangu, nikwambie, hiyo hela yote yalikutumia, mtumie kijumbe. Maana toka juzi sijatoa hela na nahisi kabisa huko kijumbe atanishusha, maana nilivyofilisika kipindi hichi <gibu> na majina yalivyo mengi, si nitapokea lini tena? Jamani, mu hasa namtumiaje kijumba ila yote na unaona kabisa huko ndani hata umeme hamna, tunaishije? Ah, shoga yangu, masala ya umeme tuongelea hata baadaye. Wewe sasa hivi tuma kwanza hiyo hela. Maana sasa hivi nimefilisika hatari. Na leo nitia umaskini ni huyo mbaba. Maana nimemwomba elfu ishirini kantume elfu kumi na tano. Yaani na kwanza na mblock. Maana naona analeta mambo meusi. Lipenzi hata alifiki mbali. Tunaachana sasa tena, ngoja ni mblock. <tinyo> <tinyo> Nani we? Kaka, ndo ustarabu gani unakuja chumbani kwa mtu unaingia tu bila hodi? Na hicho unajua kabisa ni chumba cha kike. Ustarabu wa wapi huo? Oh, ah, samahani. Habari za saa hizi? Mi sipendi mazoeya hivyo kwenye chumba changu, au nahisi ni chooni umu? Yani, mtu akukaribisha siku mbili tu basi ushaona kama kwako. Mi siwezi maisha hayo. Mambo ni samehe, nimekosea, ila nilikuwa naombi moja kwako shimeji, inaonisadia kama deka mbili au tano, na shida na mdogo wako, ni muhimu sana nizungumze naye Unafunga mlango? Ah, na jambo moja tunaelewa, nilikuwa nimekuja kuhitaji haki yangu. haki? Kwani hapa mahakamani? Haki gani unauzungumzia wewe? Nahitaji penzi. Nini? Kwani misi nimekwambia sijawahi? na nimekwambia kabisa sitaki kusikia hayo mambo. Mbona unakuwa mbishi wewe? Oh, labda haunijui vizuri mimi. Nilivyo, huwa nikimpenda mwanamke huwa namtengea bajeti ya shilingi elfu hamsini huh? Hii elfu hamsini ikisha, ikishatimia tu kwake, lazima nio nimeshapata haki yangu, yaani namaanisha nio nimeshapiga. Sasa wewe, nimesha ugaramia imeshafika elfu hamsini na bado sijapiga, na dalili za kupiga sizioni kabisa Unanikazia kila engo, kwa nimekuja hapa sasa, nazungumzia mambo mawili. Nazungumzia jambo la kwanza ni pesa ambazo nimeugaramia na jambo la pili ni penzi. Kwa mimi naomba nipe nipige tu kidogo, hata mara moja tu nipige. Nikishapiga basi mimi nakuwa nimelizika moyo wangu, nakuwa burudani. Sasa hela zako mimi nimekuomba? si shobo zako tu mwenyewe, ulikuwa unaniongo ulifanya wewe ndio unajua sana kupenda, ukajifanya unajua sana kutoa hela Ushakuona nimekushika shati, nimekulazimisha ha? Sitaki, nimekwambia sitaki. Na kuhusu sala zako sijawahi kukuomba. Kwa hiyo kama ni kuhusu pesa hakuna unachonidai na kama ni kuhusu penzi, aa, hapana, sipo tayari. Kwa hiyo, unasemaje hivyo? Unanijua vizuri mimi na unajua mimi naangaika kiasi gani kutafuta pesa. Mimi ni bodaboda mama Nangaika na angai, na kutafuta pesa kwenye jua kali na kuepana magari na ajali nyingi, na kuepana nazo kutafuta pesa. Sasa mimi nakuja nakupa wewe, wewe sio mama yangu, wewe sio dada yangu wala ndugu yangu, kwamba nikupe tu nikupe tu pesa zangu uzitumie tu pasipo kuzilipa. Sasa nikwambie leo, nimekuja unilipe pesa zangu katika mfumo huo mmoja, nahitaji penzi nipige mimi nitakupiga wewe, nitakufumua wewe. Yaani kama hunijui vizuri, nitakuumiza mimi. Usichezee hivyo sawa. Nitakupiga, nitakuumiza, alafu hakuna atakaye gombelezea hili jambo kwa sababu umeshakula pesa zangu nyingi. Sawa, hapa nahitaji kitu kimoja. Nahitaji penzi au nahitaji pesa. Hey. A -a, hapana. Mahusiano yenyewe yavunjike hapa hapa, sitaki mtu mwenyewe anaonekana hivyo king'ang'anizi. Aha, mimi siwezi. Mimi siwezi kuwa na mtu ambaye sio muelewa. Hivi, unadhani mimi niko nataka kung'ang'ania na wewe? Eh? Au wewe ni mamangu mzazi? Mimi sihitaji kuwa na wewe. Mimi ninachokihitaji ni vitu viwili uchague kimoja. Sawa? Unipe pesa au unipe penzi, nipige niondoke. Na hili sio ombi, ni lazima. Na ndo maana nimefunga mlango na funguo nayo hapa. Maanake, nataka tumalizane hawa na hakuna atakayeingilia hili suala mama. E -e, Bas, kama ni kuhusu penzi mimi sitaki, ila kama ni hela zako, nipe siku mbili tatu, nakurudisha hela zako. Unasemaje? wakati unaniomba pesa zangu, mimi nilikuwa nakupa kwa wakati. Ukiniomba muda ule ule, mimi nakupa vile vile ulivyokuwa unataka wewe. Sasa na mimi huu ni wakati wangu, nahitaji pesa au nahitaji penzi. Alafu nikwambie tu usichokijua, na uwizo nikatumia nguvu nikapata penzi. Na kama unasema kuhusu pesa, nipe sasa hivi niondoke, na kama uwezi mama, penzi alafu na kama nakulegezea vile Kujini, kufati, okay, kutoka makao makuu ya PMB mpaka hapa Kigamboni Dar es Salaam ambapo tumekuja kumkabidhi mshindi wa gari aina ya, ya Nissan X-Trail ambayo ipo nyuma yangu hapa. Kwanza mimi nilikuwa siamini japokuwa yeah, kashinda yeye lakini siku ya kwanza ambapo anapigiwa simu, tumefurahi sana kiukweli. Napenda kucheza Seven Fruit hadi kindege anacheza. Bahati zipo jamani, sio uongo, ni kweli kabisa. Promotion ya Royal Win Plus inaendelea kutoa magari mengi zaidi kila kukicha, lakini pia pesa taslim. Jisajili kupitia tovuti yetu <laughs> Subiri kwanza, subiri mm. Sawa na kupa ila ngoja kwanza nende choo. Eh, hey, chapu shule inayofunza mema na mabaya, yo dunia, wajuaji na wapumbavu wa moo dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine, wasindikizaji, wapambanaji, wawevipi? Hey, yeah. Mbona chelewa? au nije tumalizane? Huko nakuja bwana, usinipelekeshe! Nikisema nikupe iki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani, msione nalewa ndio maana nalewa sinywi mitungi kwa sifa yanayonifelisha ndo chanzo kurudio, munachelewa na muwezi elewa. Wewe wewe, sindi Amani una nini lakini? umeshindwa tu hata kuniamsha taratibu hivyo sindi, unajitambua kweli wewe ha? Eh? Yaani sindi, umelala usiku mzima mpaka sasa hivi kumekucha, mwanamke, inabidi uamke, ulifanyia mimi maandalizi hapa ndani niondoke kwenye shughuli zangu, lakini bado umelala eh? Ni usingizi gani huu, unalala usingizi unafikiri wapo huko sindi? Wewe hujumbe je kumwoka hapa ndani, hujumbe kwamba wewe ni mtoto wa kike, nitakiwa uamke hapa asubuhi, unifanyia maandalizi mimi niondoke, lakini bado umelala, Sindi. Samani baba yangu, si unajua jana tumechelewa kulala eh, ko nimejikuta nimepitiliza kama hivi, afu bado hata mwili wenyewe una uchovu, lakini naweza tu kuamka nikakuandalia, sio mbaya ah. Kwa hiyo wewe ndio ulichelewa kulala, mimi sikuchelewa kulala sindio? Mimi na wewe, nani anatakiwa kuamka mapema hapa ndani? Unaongea tu kwa sababu unaniweza hizo, hmm? Tabia za wapi hivi, Sindi? niongee kitu gani hapa ndani ambacho mimi naweza nikazungumza ukanielewa? Maanake kila siku tuongee vitu hivyo hivyo. Unataka sasa nikuandalie darasa nianze kukufundisha mdawa? Mimi sina sindi, inatakiwa ujitambua kama mtoto wa kike nini hapa ndani saa moja ya asubuhi hujafanya chochote hapa ndani, hamna kinachoendelea, hamna maandalizo yoyote kama mwanamke hapa ndani. Unajitambua kweli wewe? Hivi weye amani, ni una mapepo au kuna kitu tu hakiko sawa? Kwa hiyo sindi, imefikia hatua mm, unamtukana. Yaani kuna hata adabu kabisa, unanitukana? Hapana, maana yake umeshaniweza mimi. Sijakutukana, lakini unanichanganya, kwa sababu jana tumekaa tumeongea, kila kitu kimeisha. Lakini unachonishangaza saizi, asubuhi umeamka, moto umewaka, umekuwa tena ndo yule yule, sio tena yule ambaye jana ulikaa ukaomba msamaha, maisha ya amani yaendelee, sijui mndani tuishi vipi na vipi. Umebadilika ghafla mimi na mapepo yaani mimi na mapepo mimi kweli sindi, imefikia hatua maanake, uwezi kumchagulia kabisa tusi la kumtukana mimi. Naaminika na mchungaji, naaminika na watumishi, nawasaidia watu kutoa mapepo, kukemewa mapepo, leo nanitusi mimi i, i imeniuma sana, imeniuma sana yaani naona kabisa yani, sindi unanikosea heshima na adabu. Ni bora kama hutaki kufanya kitu ambacho mimi nakuelekeza Niambie tu lakini sifikie wakati wa kunivunjia mimi heshima yangu, yaani sitaweza kukubali kabisa. Sini, unanitukana, unanitukana mimi, hata sija kutukana, na wala hayo mambo siyakuze. Lakini mimi sikuelewi kabisa, unanichanganya. Hivi si nikisema nik, nikupiga makofi hapa ndani au nikupiga ngumi hapa ndani nitakuwa nimekosea? Unanko, naenda wapi? Hmm? Yaani mimi nazungumza na wewe alafu unanyanyuka. Jamani. Yeah, mimi sinaamka hapa ni kuandalia vitu vyako uende kanisani. Ebu acha wewe. Uniandalie nini? Hmm? Ungekuwa unataka kuniandalia mapema ungekuwa umeamka mapema. Lakini unataka nikulambe lambe, nikubembeleze. Uh, uh, uh. Sindi ndio? Nashindwa kwa utafakari kwamba ni nini mwanamke namna gani. Hmm? Hivi kwa nafikiri usipo nifanyia zamani alikuwa anifanyia nani? Sijikuwa nafanya mwenyewe. Wewe, kama unao usingizi wako ni mtamu, endelea kulala, simsukuzi mtamu, lala. Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea? Maana nimekosa hoja kujitetea <laughs> eh, inani... hey, mwanangu I will call you then. Naam baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nje kupeleka shule? <laughs> Mama bwana, sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha ya Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha ya Kiswahili? Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Ticha Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri. Na ndio maana huo ni application namba moja ya kielimu Tanzania nzima. Ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ champ.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 kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia ah. shule inayofunza mema na mabaya. Dunia ah. wajuaji na wapumbavu wa moo